Karibu mtazamaji, naitwa Ahmed Jumabalo Bea, niite AJB na Brian Muraru ndo msaidizi wetu kwa upande wa lugha ya ishara. Mtazamaji mimi niite Gladys Mungai, na kwenye taarifa yetu ya kwanza, Keziah Nyambura ambaye hali yake ya kiafya iliangaziwa na runinga ya KBC Channel One, hatimaye amepata usaidizi wa kifedha ambao umemwezesha kulazwa katika hospitali ya kitaifa ya Kenyatta kwa matibabu. Kulingana na Nyambura, daktari aliyemhudumia alidokeza kwamba hali yake ilikuwa mbaya na alihitaji uangalizi wa haraka wa matibabu ili kuondoa maji kwenye tumbo lake. Hii ni kabla ya kuendelea na matibabu zaidi. Nyambura alipata usaidizi mwingi wa kifedha kutoka kwa watazamaji wetu uliomwezesha kutafuta matibabu. Mwanahabari wetu, Marie Yambo, anatufafanulia zaidi kutoka katika hospitali a ya kitaifa ya Kenyatta. <todicompetal noise> Siku ya Jumapili, runinga ya KBC Channel One iliangazia masaibu ya kiafya ya miaka mitano ya Keziah Nyambura ambaye amekuwa akiathiriwa na uvimbe usiokuwa wa kawaida tumboni. Kutokana na matatizo ya kifedha, Kezia alishindwa kupata huduma zilizohitajika za matibabu. Hata hivyo, siku ya Jumatano, kwa usaidizi mkubwa wa michango ya wahisani, Kezia alipokea zaidi ya shilingi elfu mia moja zilizomwezesha kusafiri kwa kilomita 215 kutoka Nyandarua hadi katika Hospitali ya Kitaifa ya Kenyatta. Wakati watu wa KBC walinionyeshana kwa, kwa news walinipeana namba yangu, na nimefurahi sana, nikaambia mtu mwenye amenitumia kitu, Mungu ambariki. Ndio niliweza kufika Kenyatta saa hii na ni, kwa saa hii tunaongea nime niko na elfu mia moja na 48. Uchunguzi wa mwanzo wa daktari umeonyesha kuwa anasumbuliwa na ugonjwa wa asites, hali ambapo maji hujikusanya tumboni na kusababisha tumbo kuvimba. Nimeona daktari na daktari akaniambia nitaadimitiwa ndio niweze kuangaliwa hii shida yangu nikiwa kwa, nikiwa kwa ward. Kezia ambaye bado anahitaji vipimo zaidi vya afya ili kubaini chanzo cha kimsingi cha hali yake bado anaomba msaada zaidi wa kifedha. Sijajua gharama yenye nitaambiwa, kwa hivyo hata kama mtu ataniona, naomba tu kenye kindogo uko nayo unisaindie, juu hata niko na watoto nyumbani na wako na mamangu na ni mama msee ili kumsaidia kufanyiwa vipimo vinavyohitajika, unaweza kutuma mchango wako kwa nambari ya mama yake, Mary Masharia, ambayo ni 0795132337, 0795132337. Mari Yambo ni kiripotia darubini, Channel 1.